Tena amepanga serikali, akipea mtu mwingine kazi anaweka deputy mtu yake yule. Inspector general of police ni flower girl. Hapo nyuma yake ameweka mtu ya kabila yake anaitwa Eliud Lang'ati, pale national treasury anadanganya. John Badi ya prime minister anaweka PS anaitwa Chris Kipto. Pale central bank amedanganya mtu anaitwa Kamau Dhuge, ni governor wa central bank. Chini yake anaweka mama anaitwa Susan Koech pale ministry of agriculture anaweka Mutahi Kagwe, hapo nyuma yake anaweka PS anaitwa injini ya Rono. Pale ministry of water anaweka minister anaitwa moreidi, nyuma yake anaweka korif. Ni mukabila si mukabila, ni mukabila si mukabila! <laughs> William Ruto is the most deceptive tribalism. Tribalism since independence of Kenya. Ni mukabila si mukabila. Alafu yeye anaita sisi wa kabila, ni vile ukiwa mwizi unaanza tu yule mwizi yule mwizi, na wewe ndio nini? Ni mkabila si mkabila. Wewe William Ruto wa Kenya, wamekujua na Wakenya watakufukuza asubuhi mapema. Yeye unajua, alikuja kwetu akatudanganya na Biblia, alikuwa anasema ati mwananiawosho, alikuwa hata anaiba nyimbo zetu na kula mahindi na viazi ndio tufikirie ni mmoja wewe. Sasa nimeona kwale kwa Raila anakula omena. Hii mtu ni, ni mtu dist ni akija ukabali anasema etaookoi akiadanganya Wakamba. Sasa mimi nauliza wewe William Ruto hawa Kalonzo na watu yake na sisi sisia, kweli ama uongo? Sisi ni makuzo wewe William Ruto, mambo ya familia unaingilia wapi? Wewe unataka kuingia katikati yangu na Kalonzo, sisi ni makazi. Wewe kwenda utafuta kazi ni yako Raila, huko mukae naye harambe harambe, kasongo aende asiende. Hii Mombasa tunataka tushikane na Kalonzo, pia sisi tutafute gavana wetu ambaye ako kwa mlego wetu chagama. Mko nyinyi mumekuwa mukipoteza kura yenu, huyu Raila anakuja anakoroga, nyinyi munamwongeza kura Akipita anaenda kwa Kasongo anawacha nyinyi kwa mataa.